Mkoa wa Morogoro, Ulanga jimbo la Ulanga, wapiga kura walioandikishwa 76715, waliopiga kura 54987 sawa na asilimia 71.68, kura halali 53790, e, sawa na asilimia 97.82 kura zilizokataliwa 1197 sawa na asilimia 2.18. Matokeo: Ana Elisha Ngwira ACT kura 222 sawa na asilimia 0.97. Chifu Luthalosa Yemba ADC kura 259 sawa na asilimia 0.48. Dr. Magufuli John Pombe Joseph CCM kura 32297 sawa na asilimia 60 uh, sawa na asilimia 60.04. Lowasa Edward Ngoyai Chadema kura elfu ishirini, eh, mia nne 89 sawa na asilimia 38.09. Hashim Rungwe Spunda Chauma kura 148, eh, sawa na asilimia 0.28. Kasambala Janken Malik NRA kura 23 sawa na asilimia 0.04. Limo Maximilian Elifasio TLP kura 25 sawa na asilimia sufuri nukta sufuri tano Dovutwa Fahami Nasoro e, UPDP kura 27 sawa na asilimia sufuri nukta sufuri tano.